E. Sawa, lakini kwa kawaida, kwa sababu shehe mimi namwamini sana, yani tena isitoshi, ni kwamba yani, hata nakuonea choo najua, kwa sababu mimi tumekuwa na nyinyika. Sasa sewe nashangaa mawazo mengi sawa, wewe unamuona kwa macho kwamba mwananyefu, mimi ndio naishi naye, namjua mazingira yake, ninajua. Unajua ng'ombe kitu mangu sijaribu kuoa Ndoa ngumu, ndoa moto, ndoa vita, yaani isi, nimepata tabu ndani ya ndoa. Ninajilaumu kwa nini kuoa, na mimi nisema kabisa, mimi ndoa ya kuoa nitafikiria sana, lakini nimeingia kwenye balaa kama hili. Yaani mpaka sasa ninajilaumu, ninajilaumu, ndiyo kwa sababu ndoa kila mmoja anakuwa anatakiwa ingie hata mimi natamani kuwa huko lakini sasa, usiseme kama unajilaumu kwa sababu kitu kimoja. Umeshaamua ni mwamuzi mimi mwenyewe, umetaka mwenyewe. Kwa hiyo nikita macho kila moja ataingia sasa, yeye anasangawa sana, ndio unakikataa. Eh, acha tu. Ila kwa baridi basi mimi kidogo baadaye basi nitapanga <laughs> na <laughs> Sawa lakini, kwa kawaida, kwa sababu shimo anaaminika sana. Poa. Oh, okay okay, fresh. Sawa. Unaridhia tu sasa. Mama.

hapa tujue kwamba mimi na yeye tunagombana. Jambo dogo tu. Hebu nishime bwana kama mmeo bwana. Hebu lete maji bwana. da... ba. Njoo, njoo njoo. Njoo, njoo, Baby. Poa, mzima freshi, poa. Unajua, nimekusubiri sana hapa, alafu jamani, kama kishashtuka ujushauanabia ambaila kashtuka, kwa sababu anazungumzia kwamba unatoka, kwa hiyo kuwa makini naye, alafu kuna kitu unamfanyia usimfanyie, sawa? Lakini aweza akatujua kwamba mimi mwenyewe ndio tunatoka, sio? Aweza akajua aliyakuwa mimi nimekaa naye hayuko vizuri, hayuko poa, ujue. Kwa hiyo sasa wewe hapo, kinachotakiwa usimdharau. Najua kwamba unanipenda sana, ila usimdharau, kuwa naye feshi, mfaishe anafikia. Sasa kuna siku akajua, inakuwaje? Kama itakuwa vibaya, wempe amani. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa sababu kwa sababu mpaka mtu anakuja kushtuka, kuna sababu hapo. Mfaishe ingadi awe sawa tu, ile mimi nakupenda sana. Kwa hiyo sasa napokuja kukukosa, nafie nakuaje? Mimi nimekubali hata kama mimi na yeye, ila sawa Kompe amani ajisikie naye na kwa vile. Si, yaani pale. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Mi mshipi wangu ule niliurusha vizuri sasa, nashangaa ulipotea pale kwenye maji. Sana kanautafuta maana nikamwona kambale basi <coughs> eh? hiyo kweli bwana basi, ana tatizo naye. Vipi mangu? Safi. Sijua hapa Fresh. Kama gaida? Kama ka. Pole kwa uchovu. Kazi zetu. Bana lakini, huko maji si mchezo maji mshiwapita maji yanafika hadi mm. hapa na jamda wote. Yaani mm. yani kupata vitoa kama hivi viwili vitatu mm. Tushukuru Mungu maana maji mengi Yaani mpaka samaki kumtafuta, kazi kubwa sana. Mm. Pole kwa ila. Sasa. Mm. Mimi naenda kanite maji.

Ah, maji yana ananyweka basi njaa mm. Yaani, tumbo lote jeupe hamna kitu. Usijali mme wangu fa. Hey, mazingira basi ndani hivi kuna kitu chochote chakula? Mbona basi tayari mme wangu basi na tatizo. Kanipakuli mambo yaende basi njaa ya nyuma simcheza. Kumbe rafiki yangu mwenyewe Ah. Nitamuonyesha kama mimi nani? Ni mali yangu mwenyewe, rafiki yangu mwenyewe, ubaya ubaya. Fanya pumbavu kama huu, Huu jinga ananetea. Ni mtu wangu mimi, rafiki yangu mimi, ananetea pumbavu uchafu kama huu nini? Ah, mambo ya kijinga ananetea Rafiki yangu kabisa, kutoka mnu mwangu rafiki yangu kila kitu rafiki yangu, ee bwana, lakini unanifanyia mambo ya kipumbavu mambo ya kijinga mambo gani? Mungu tazake, mnakaa sana mna kata huko kuni mpaka mnatamani kulala huko huko. Ndio mambo yake kama hivyo. Sasa ndio nini namna hiyo? Utakuja kufa bure ndugu yangu. Ha. Sasa ndio nini sasa? Nikamtu sumu. Eh?